Miradi yote hii ni kama mdiwani, nipende kumshukuru Dokta Samia kwa yale ambayo, mnyonge mnyongeni, lakini haki yake mpeni. Na pamoja na kwamba yeye yu yuko kule, lakini vitu vingi ambavyo tulikuwa tukiomba unakuta vinakuja. Kwa kifupi e, kupitia hizi fursa imesababisha wananchi wengi wamehamia kwenye kata yangu kwa sababu wakati tunaingia tuna tulikuwa elfu kumi na mbili sensa ya elfu mbili na kumi na mbili lakini hii sensa ya ishirini na mbili tuko elfu kumi na nane kutoka kumi na mbili. Hebu angalia ndani ya elfu kumi na nne karibuni malambiri yake naona sasa kwa hii hii, imetokana na nini? Ukienda, ukija Matwiga, elimu ipo, shule za msingi zi, ziko tano, ukija pamoja na hizi na, na, na shule shikizi manake ziko saba. Ukija sekondari ipo, madarasa ya kutosha na walimu wa wanafundisha vizuri na watoto wanafaulu vizuri fedha nyingi zimeingia. Jumla ya figa kuna kama milioni mia tano na point tisa kwenye elimu tu. E, wakati tuna tunaanza e, tumeanzisha shule skizi pale Mazimbo kilicha Mazimbo amekwenda milioni karibuni sitini kuna madarasa mawili na ofisi ambazo kipindi cha covid fedha ziliingia pale lakini pia kuna vyoo ambao mei na ke matundu kumi na nne ambao yaligharimu milioni kumi na tano na laki nne kwenye yale madarasa yale mawili kulikuwa milioni 40. Koo maanake tangia mazimbo yanze, manake sisi ndio tu tumeenda kuzindua eneo lile shule na wanafunzi saizi wanasoma pale, lakini pale kwenye shule mama pia kuna fedha ambazo zipo zimeingia kutoka serikali na pia na wadau mbalimbali ambao wapo tumejenga nyumba nne za walimu, moja iko kwenye finishing, tatu hizi tayari zimesha karabatiwa vizuri na wanaendelea kuishi. Tukija kijiji cha Matwiga, kuna madarasa mawili ambayo yanahitaji finishing na matundu kumi na mbili ya vyoo tumeshamaliza, lakini pia tumekarabati nyumba ambazo zilikuwa zimechakaa kama nyumba mbili hivi. Lakini pia tumepata kutoka serikali kuu karibuni milioni thelathini kwa ajili ya matundu ya vyoo. Kuna matundu ya vyoo ishirini na nane yamejengwa pale shule ya msingi Mkanda. Tukija sekondari Ndali pale tumejenga tumepokea fedha za COVID lakini pia na hii za boost, ambao jumla milioni mia moja ishirini na sita kuna madarasa sita pamoja na ofisi ambayo yamejengwa kwa ile hadha ya wanafunzi kulundamana kwenye madarasa kwenye shule ya sekondari Isangawana hiyo Mazimbo pale karabati, tumejenga nyumba ya mganga kwa nguvu za wananchi pamoja na wadau mbalimbali kwa ajili ya utekelezaji wa ilani na pia Tume, tumekarabati ile zanati kupiga silimbodi mpaka na kumaliza na mpaka sasa hivi huduma inaenda fanyika. Tukija Isangawana, Isangawana walikuwa na, na shida sana, mara nyingi wanapotaka labda wakina mama kujifungua nini na nini mpaka waende Mtanila, kata jirani pale lakini kwa sasa hivi kuna milioni mia moja sabini na tisa ambayo imeingia pale kwa ajili ya umaliziaji wa jengo la mama na mtoto, na baada ya wiki mbili nafikiri kwamba litaanza kutumika. Na kwa hiyo kile kilio ambacho kilichokuwepo kili cha kutokuwa na kituo cha afya saa hizi kinaani lakini kuna majengo ambayo inatakiwa tunaenda kupokea. Benki ya Dunia walikuja wametuahidi wataleta milioni mia nne themanini na miundombinu tayari tumeshaanza kuweka pale. Ukienda pale una, unaona michanga, wananchi na wenyewe wanajitoa na mawe kwao. Kiufupi nafikiri kwamba ile huduma wakati tunaanza ilikuwa haipo, lakini sasa hivi watu wanatibiwa, na tumehakikisha kabisa wataalamu wapo, na sio muda mrefu nafikiri hata masuala ya upasuaji yataanza kutekeleza. Ukija hapa tulipo zahanati ya Matwiga, tumepata fedha ambapo sio muda mrefu milioni mia mbili thelathini na tisa kwa ajili ya upanuzi wa zahanati kutoka Benki ya Dunia kirufuki kwenye awamu hii ambayo ni awamu ya sita. Yaani kata ya Matwiga ni kata mojawapo ambao imenufaika sana, huwezi kulinganisha na awamu zingine ambazo zimepita. Tukija kwenye maji, kwa kweli tunamshukuru, nimshukuru sana wanawetu Mama Samia ametutendea haki. Yani kama unavyojua, kwenye kata hii au wilaya ya Chunya, yaani ndio tuna mradi mkubwa, tuna bwawa ambalo linaenda kuhudumia vijiji kumi na sita, lakini mpaka sasa hivi wakati tunaanza huo mradi ume kwa muda mrefu au tekelezeki awamu ya mama ameleta bilioni tisa pointi tatu. Matenki yamejengwa ukiangalia vijiji vyote. Sasahivi kijiji cha Matwiga maji tunapata, Isangawa na maji tunapata miundomini, kila kitu sasahivi tumeshatandaza mabomba kijiji cha Mazimbo na tenki kubwa lile la milioni moja amejengwa pale. Kwa hiyo kwenye ishu ya maji, hapana. Mama ametoa wakina mama ndo kichwani. Tukianzia kwenye sekta ya elimu ambayo ndo muhimu sana, imebeba vitu vyote, Mama Samia amejenga madarasa ya kutosha, vyumba vya, vya walimu yani mambo mbalimbali mbali ambayo amekwenda kuyafanya Mama Samia ni mengi ndani ya miaka mitano. Hakuna mahali ambako shule hazipo, amejenga shule za wanawake ruwalaje wapi, pamoja na wakishirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Chunya, lakini pia mheshimiwa mbunge. Lakini nikienda kwenye sekta ya afya, Mama Samia ameboresha afya amejenga vituo vya afya sehemu mbalimbali. Na kipindi kile wakinamama wajawazito walikuwa wanapata matatizo kujifungua waki, wakipoteza maisha, lakini saa hizi sijapata taarifa kwamba wakinamama wamejifungua wamepoteza maisha. Kwa hiyo lazima tumpongeze mama Samia kwa kazi ngumu ambayo amekwenda kufanya kwa sisi wakinamama, lakini pia kwenye sekta ya maji Mama Samia amekwenda kumtua ndoo mama kichwani. Tulikuwa tunachota maji kilomita mbali, lakini kwa sasa mama ametukomboa, tunachota maji nyumbani kwetu. Pongezi kwa mama. Lakini pia tukienda kwenye sekta ya kilimo, Mama ameboresha kilimo, ameleta makampuni kwa ajili ya ushindani. Kwa hiyo kilimo cha tumbaku kimekuwa juu, kinaleta tija kwa wakulima. Wakulima wakulima wamekuwa na motisha wa kufanya kazi, kujiunga na kilimo, kwa sababu kilimo kinaleta manufaa, watu wanajenga nyumba, pia kwa ushindani ambao wamekwenda kuuleta. Kwa hiyo kilimo cha tumbaku kimekuwa na, na, kimekuwa juu sana, kwa hiyo lazima mama Samia tumpongeze. Pia ruzuku kwa hiyo mambo aliyofanya Mama Samia, yani mimi naona kama atoka dunia yumbwe. Mama Samia ameupiga mwingi. Pia tunaishukuru serikali yetu kupitia mwenyekiti wa chama na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kuipanua zahanati yetu ambayo tayari wananchi wamesafisha eneo na tayari wameanza kufiatua tofari kwa ajili ya kuipanua zahanati yetu ya kijiji cha Matwiga. lakini kwa kata nzima mengi yamefanyika makubwa ambayo tunaistahili kumpongeza rais wetu na wauza duka wetu kwamba wamefanya vizuri, ninaamini hata hesabu zitakuwa nzuri. Meza kituo chetu hapa, kituo cha Isangawana kinaanza kufanya kutoa huduma mwaka 2021 ambapo walikuwa watumishi watatu na huduma ambazo zilikuwa zinatolewa wakati huo ilikuwa ni huduma za OPD tu, ambayo ni huduma za wagonjwa wa nje pekee yake. Anaweza kutoa ajira mpya akatuongezea mtumishi mmoja, tukawa watumishi wanne ambapo tuliongeza huduma ikiwepo OPD, huduma ya mama na mtoto na huduma ya uzazi wa mpango tulofika mwaka elfu mbili na ishirini na tano tuliongezea watumishi watano, tukapata MD moja, medical doctor moja, CO wawili, RN wawili pamoja na mfamasia mmoja, kwa mpaka sasa tupo watumishi tisa ambapo tunayo medical doctor mmoja, clinical officer wawili, haraini wawili, ni mmoja, mfamasia mmoja, pamoja na health assistant wawili. Mpaka sasa tunatoa huduma za mama na mtoto, tunatoa huduma ya nje, tunatoa huduma ya kulaza mgonjwa, tunatoa huduma ya uzazi wa mpango pamoja na huduma ya maabara, maana vipimo vyote vinafanyika hapa tuone lakini pia tunaendelea na ujenzi wa jengo la mama na mtoto, ambalo jengo hilo limeunganisha chumba cha operation wagonjwa wajawazito ambao wanakuja kujisumbia kwa ajili kujifungua na, na chumba cha kuzalishia wamama ambao wanajifungua kwa njia ya kawaida, chumba cha kupumzikia wagonjwa ambao wanaweza kujifungua kwa njia ya kawaida, na pia chumba cha kupumzikia wagonjwa ambao wamejifungua kwa njia ya operation. Tunamshukuru sana Mama Samia kuweza kutuwezesha mpaka sasa jengo nyingu letu linaelekea mwishoni mpaka kufika mwezi wa sita. Mazuri tutaanza. Yaliyofanyika ni mambo mengi. Hao watu wamefanya vizuri, wameshirikiana vizuri kuanzia madiwani, mbunge hadi rais. Kwenye kata yetu kuna mradi wetu wa maji, kwa kweli wameusimamia vizuri toka wamekuwa viongozi sahizi wananchi wa Matwiga kwa kata nzima ya Matwiga wanapata maji kwa urahisi, tofauti na miaka ya nyuma. Miaka ya nyuma tulikuwa tunafuata maji mbali, lakini sahizi tumesogezewa maji, tunapata hapa hapa kijijini. Kuna mradi wa kituo cha afya. Kweli tulikuwa tunapata shida, tunafuata matibabu mbali kutoka hapa tunapopata Mtanila. Mtanila Chunya, lakini kwa sasa huduma hizi za kawaida tunazipata hapa karibu. Kwa hiyo kituo chetu cha afya kiko vizuri pamoja na dispensari zote zilizopo kwenye kata hii zipo vizuri. Kwa hiyo waheshimiwa madiwani pamoja na mbunge wamefanya ushirikiano mzuri na wananchi, wamepeleka mawazo yetu kwa Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Rais ametuletea huduma ambazo kwa kweli zinawasaidia wananchi. Kwa kipindi hiki cha miaka mitano tumepokea milioni sitini kwa awamu mbili, hivyo ni jumla ya milioni mia moja ishirini kwa kipindi hiki ndani ya miaka mitano hii, na tumeweza kujenga majengo sita, awamu ya kwanza majeng... madarasa matatu awamu ya pili madarasa matatu. Lakini shule za msingi hazijaachwa mbali, tumepokea pesa nyingi kwa awamu tofauti tofauti, kuna matundu ya vyoo. Mpaka shule shikizi wamepata wamepata pesa kwa ajili ya matundu ya vyoo, mfano shule ya Ilindi shule shikizi ilipata milioni arobaini na moja na tukaweza kujenga matundu ya vyoo. Shule ya msingi Isangawana imepata pesa awamu mbili tofauti, mara ya kwanza milioni 25, mara ya pili milioni 25, tumejenga madarasa. Shule ya msingi Mkange pesa zilienda, na tumeweza kujenga madarasa sita. Kwa hiyo shule, shule zangu zote zimeguswa Kipindi cha mwaka huu vikundi vilivyopata mikopo wamepata kwa awamu mbili. Awamu ya kwanza kabisa kwenye kata yangu walipata vikundi vinne, na sasa ni awamu ya pili ambapo kwenye kata yangu vimeingia vikundi nane. Wako kwenye process na wiki hii wanaitwa kwa ajili ya kwenda kuchukua hundi kwa ajili ya kuchukua fedha zao. Kwa kweli, pesa hizi zinasaidia sana wana kijiji ndani ya kata yangu, wanafurahia, lakini bado wapo ambao wanasubiri, ambao wameshasajiliwa wanasubiri, kwa hiyo wanaingia kwa awamu. Mpaka sasa, naweza nikasema hivyo vikundi kumi na mbili tayari wamechukua kwa sababu wameshaingiziwa kwenye akaunti zao, kesho kutwa wanaenda kuchukua hundi. Bado wapo watu ambao wako tuko kwenye prosesi ya kusajili nao, wana hamu sana ya kupokea hizo fedha. Kiujumla tunamshukuru sana Mama Samia Suluhu Hassan na viongozi wake wote, ngazi za chini hadi madiwani, ngazi ya kata, ambao kwa umoja wao wanapigania sana mikopo hii kwa wananchi wao. Lakini mimi hawajaniacha peke yangu katika prosesi za kuwaongoza hawa wanajamii kupata mikopo. Tunashirikiana vizuri sana na waheshimiwa madiwani, diwani wa kata lakini pia kwenye kata yangu nimebahatika kuwa na diwani wa viti maalum, yupo mama Neema Njwelo. Lakini tunashirikiana vizuri sana Mama ametusaidia, tulikuwa tunahangaika maji, tulikuwa tukihangaika kujitwisha na ndoo. Kuanzia miaka hii aliyoingia mama kweli ametutua ndoo, tunapata maji kwa urahisi, tumevuta maji hadi kwenye miji yetu, ambacho kitu kama hicho ndani ya miaka iliyokwenda kupita ilikuwa hamna ndani ya hivyo hivyo. Siyo maji tu, hata kwenye vituo vya afya